Rais wa Urusi Vladimir Putin ameongoza ufunguzi wa Kongamano la 17 la Chama cha Kijiografia cha Urusi, Russian Geographical Society, taasisi kongwe iliyoanzishwa mwaka 1845, ikijulikana kwa mchango wake mkubwa katika tafiti za kijiografia, kijamii na kisayansi. Katika hafla hiyo iliyoandaliwa kwa heshima kubwa, Putin alisisitiza umuhimu wa kuimarisha utamaduni wa kijiografia na uelewa inchi wa rasilimali za nchi, akitangaza mwaka 2027 kuwa mwaka wa jiografia nchini Urusi. Hatua hiyo inalenga kuongeza hamasa kwa vijana na wataalamu katika kujifunza, kuhifadhi na kutumia maarifa ya kijiografia katika maendeleo ya taifa. Rais huyo alisisitiza kuwa ukubwa wa Urusi na utofauti wake wa kijiografia ni hazina isiyochoka yenye umuhimu wa kiuchumi, kijamii na kimazingira, ambayo inapaswa kutumika kwa busara na uendelevu. Urusi, nchi yenye eneo kubwa zaidi duniani, inachukua zaidi ya nusu ya bara la Eurasia, ikiwa na mandhari yanayojumuisha milima ya Ural, nyika za Siberia bahari za Arctic na Pacific pamoja na misitu mikubwa duniani. Kwa mujibu wa serikali ya Moscow, kuelewa vizuri jiografia ya taifa ni jambo la kimkakati, hasa katika nyakati ambapo masuala ya mabadiliko ya tabia nchi, nishati na usalama wa rasilimali yanazidi kuwa muhimu. Kongamano hilo limewakutanisha watafiti, wanajiografia, wanazuoni na viongozi wa mikoa mbalimbali ya Urusi kujadili mbinu mpya za kisayansi na kiteknolojia za kuhifadhi mazingira, kuboresha ramani na na kutumia teknolojia ya kisasa kama AI na data za kijiografia yani geospatial intelligence. Katika sehemu ya hotuba yake, Putin alisisitiza haja ya Urusi kuunda mifumo ya akili bandia AI ya kitaifa, akitaja kuwa taifa haliwezi kutegemea mifumo ya kigeni katika zama za ushindani wa kiteknolojia. Alisisitiza kuwa maendeleo ya teknolojia za ndani ni muhimu katika kulinda mamlaka ya kidijitali ya Urusi, akieleza kuwa utegemezi kwa mifumo ya nje unaweza kuhatarisha usalama na uhuru wa kitaifa. Kwa sasa serikali ya Urusi inawekeza katika kuunda miundombinu ya AI huru inayotegemea lugha na data za ndani ili kuhimili ushindani wa mataifa kama Marekani na China katika sekta za teknolojia ya kibandia. Chama hiki RGS, Russian Geographical Society, kilichoanzishwa zaidi ya karne moja na nusu iliyopita kimekuwa nguzo muhimu ya tafiti za sayansi, mazingira na urithi wa kijiografia nchini Urusi. Tangu kuanzishwa kwake mwaka 1845 kimehusika na utafiti wa maeneo mapya ya Siberia na Arctic utayarishaji wa ramani za kitaifa, utafiti wa ekolojia na mabadiliko ya tabia nchi na uendelezaji wa elimu ya jiografia mashuleni. Kongamano la mwaka huu limeangazia pia umuhimu wa kushirikiana na taasisi za kimataifa katika tafiti za mazingira bila kuhatarisha maslahi ya kitaifa. Kongamano la 17 la Chama cha Kijiografia cha Urusi limebeba ujumbe wa kitaifa na kimataifa kuhusu mwelekeo mpya wa Urusi katika sayansi, mazingira na teknolojia. Kupitia maamuzi ya kulifanya mwaka 2027 kuwa mwaka wa jiografia na kuanzisha AI ya kitaifa Kremlin inaonyesha dhamira ya kujenga taifa lenye uhuru wa kielimu na kiteknolojia sambamba na kuhifadhi utambulisho wa kihistoria wa Urusi kama ngome ya maarifa ya kijiografia duniani.